Habari o, ni mwendelezo wa darasa na tunaangalia zile rekodi za wale mastaa ambao wamefanya vizuri kwa sababu kumekuwa kuna mvutano mkubwa sana kuelekea Juni kumi na tano elfu mbili na ishirini na tano ambayo inatarajiwa kuchezwa mchezo wa Kariakoo Dabi, hatuchezi tunacheza na Simba na wao pia wakaja na taarifa kwamba kama dabi haitachezwa Juni kumi na tano elfu mbili na ishirini na tano na hawatakuwa tayari kwa siku nyingine ambayo itapangwa bodi ya ligi, wao wameweka wazi kwamba kuna taarifa uh, muhimu ambazo zitatolewa hivi karibuni kupitia kwa ofisa habari wao Kalim Boimanda ambaye ameweka wazi maswala hayo. Taarifa ya mwisho ambayo imetolewa kuhusiana na bodi ya ligi ni ile posti ambayo ilimposti uh, Pakome Zozwa na kuandika Uh, kwamba kuelekea Kariakoo Dabi, actually tunazungumzia wale wachezaji ambao wamehusika kwenye mabao mengi ndani ya kikosi cha Yanga Sport Club pamoja na Simba Sport Club, hawa watani wa jadi. Sauti ya Lunyamadi Zombiuka, a boy from Njombe. Na tukianza na kikosi cha Yanga ambao hawa wao ni wenyeji wa mchezo, kuna huyu mwamba wa kuitwa Prince Dube. Prince Dube ikumbuka kwamba ni mchezaji wa kwanza kwa msimu wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano kupiga hat trick, ilikuwa kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa uliochezwa uwanja wa KMC Complex. Na mchezo huo ulikuwa ni wa kwanza pia kwa Yanga kucheza uwanja wa KMC Complex, kwa sababu awali walikuwa wanatumia uwanja wa Azam Complex. Ni mabao ambao amefunga Prince Dube ni mabao kumi na tatu ametoa pasi za mabao, ametoa pasi nane ambayo inamfanya jumla ahusike kwenye mabao ishirini na moja kati ya mabao sabini na moja ambao amefungwa na Yanga kwa msimu wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano. Mind you, katika mabao haya kumi na tatu ambayo Prince Dube kafunga hakuna bao la penati ambalo wameweza kufunga wala pigo huru ambalo wameweza kufunga kwa kutumia ile free kick ama mapigo yale ya kona za moja kwa moja. Ni mwamba ambaye yeye amekuwa ni chaguo la kwanza la kocha mkuu Miludi Hamli ndani ya kikosi cha Yanga Sport Club kwa msimu wa elfu mbili na ishirini na nne, elfu mbili na ishirini na tano. So betu lake linatarajiwa kuwa kuelekea kwenye Kariakoo Dabi. Kumbuka kwamba hata alipokuwa ndani ya kikosi cha Azam FC alikuwa akiwafunga Simba Sport Club. Mwamba kutoka Simba Sport Club ambaye yeye ni kinara kwenye aa kufunga ambaye yeye amehusika kwenye mabao mengi nijia, ni huyu awa. Awa, yeye ujanja wake ni kwenye mguu wa kulia mbapo amefunga jumla ya mabao kumi na nne kwa mguu wa kulia alafu amefunga bao moja aa, kwa pigo la kichwa ilikuwa kwenye mchezo dhidi ya Pamba Jiji ambao ulichezwa uwanja wa KMC Complex. Alitumia uh, pasi ya mpanzu eh, hiyo ndio ilikuwa pigo lake la kwanza kwa kufunga kwa kichwa. Au amefunga kwa jumla mabao kumi na tano akiwa ametoa jumla ya pasi za mabao, ametoa pasi za mabao nane ambazo zinamfanya ahusike kwenye mabao ishirini na tatu ndani ya kikosi cha Simba ambacho kimefunga jumla ya mabao sitini na tatu baada ya kucheza mechi ishirini na saba. Sasa katika mabao kumi na tatu ambayo aua amefunga kafunga mabao sita kwa penati, alafu amefunga mabao mawili kwa mapigo huru, yale tunazungumzia free kick hmm, ambao amefunga na pigo lake huru la kwanza la free kick ilikuwa kwenye mchezo dhidi ya Kagera Sugar ambao ulichezwa uwanja wa Kaitaba ambapo mchezo huo ndio unakumbuka kwamba kwa, kwa msimu elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano ndio uliokusanya mabao mengi. Mchezo wa kwanza ilikuwa ni tano mbili, jumla alifungwa mabao saba kwenye mchezo huo ndani ya dakika tisini Tusubiri na tuone ni kipi ambacho kitatokea hawa watani wa jadi watapokutana na ni nani ambaye ataendeleza ule moto wake. Kumbuka kwamba Aua ambaye ee, yeye kafunga mabao kumi na tano huu ni msimu wake wa kwanza ndani ya ligi kuu Tanzania bara na ni yeye anaongoza kwa kufunga mabao mengi, na pia anaongoza kwa kufunga mabao mengi ya penati ambayo ni sita. Na Simba ni timu namba moja kwa kufunga mabao kwa kufunga mabao mengi ya penati ambayo amefunga mabao kumi na mbili kati ya mabao sitini na tatu ambayo wamefunga, na katika penati hizi kumi na mbili sita aliyefunga alikuwa ni Ateba, alafu sita akafunga au alafu na moja ilikoswa na Ateba kwenye mchezo dhidi ya Namungo, langoni alikuwa kipa Jonathani na Himara. it's a boy from Jombe place to be here we go